Wakati ule mitume walimwambia Bwana, tuongezee imani. Bwana akasema, mngekuwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mngeuambia mkuyu huu ng'oka, kapandikizwe baharini, nao ungewatii. Nani nale, kati yenu mwenye mtumishi wa kulima au kuchunga ng'ombe, atamwambia anaporudi kutoka shambani Njoo uketi ule chakula? Je, hatamwambia, niandalie chakula, jifunge kanzu, nitumikie mpaka nitakapomaliza kula na kunywa, ndipo utakula na kunywa wewe? Je, atamshukuru mtumishi kwa sababu amefanya aliyoamriwa? Nanyi pia, mkishafanya yote mliyoamriwa, semeni, sisi ni watumishi wasio na faida tumefanya tu tuliyopaswa kuyafanya. Injili ya Bwana.